Viongozi katika serikali pana wamepuuzilia mbali uzinduzi wa hivi majuzi wa chama cha demokrasia kwa wananchi, DCP, na kiongozi wa chama hicho aliyekuwa Naibu Rais Rigathi Gachagua wakisema ni chama dhaifu ambacho hakina uwezo wa kumng'oa Rais William Ruto katika uchaguzi wa mwaka 2027. Wakizungumza katika hafla tofauti nchini, viongozi hao wamemshtumu Gachagua kwa kuongoza wenzake waliokataliwa kwa kuwa na uadilifu unaotiliwa shaka, wakielezea kuwa ghasia au ghasia zilizoshuhudiwa katika hafla ya uzinduzi wa DCP zilichangiwa na wandani wa Gachagua. Tazama au nilijaribu kuona ile lineup, ilikuwa pale mbele ni makatili tupu. Moja anayeongoza chama ni yule mwizi wa vuzi ya Uhuru Kenyatta, ati huyo ndio chairman wa chama. Mwingine ni yule alikoroga mafia kuku na akauzia wakulima ati ni mbolea. Alikuwa amekaa hapo mbele na mandevu eh. Mwingine ni yule amefutwa kazi juzi na rafiki yangu pia Malala. Unajua Malala mimi ni rafiki yangu, ngawaje hawa watu wanasema ni mtu mbaya, si mbaya lakini si mzuri, ni rafiki pia na no wale aina maraviku ya marafiki ukipatia koti aende na arusi, akikurudishia kama iko na kifunguo huko na bahati. Hata ile kipindi walijaribu kuweka pala ati watu wanapigana, hakuna watu walikuwa wanapigana hapo, hiyo ni kipindi ya Malala na Rigathi Gachagua. Hii nataka kuambia rais wacana hii, wanasema tuta hii unakalia asubuhi na mapema 2027. Our friends in the opposition